Amen. Swali langu linatoka kwenye Korani Suratul Baqara sura ya ngombe jike mwenye rangi ya manjano aya ya sitini na mbili sura ya pili aya ya sitini na mbili maana Korani au tafsiri kwa Suratul Baqara. Suratul Baqara, sura ya ngombe jike. Sura ya sti, sura ya pili aya ya sitini na mbili. Aya ya sitini na mbili. Ndio. Ya, inasema hivi. Haraka haraka kidogo maana dakika tatu. Sawa. Anasema, ndio, katika walioamini mitume ya zamani huko, walioamini wa mitume ya zamani, waliamini wa mitume ya zamani na Mayahudi na Wakristo na Wasabai. Mayahudi, Wakristo na Wasabai. Wanani na Wasabai. Subiri kidogo, subiri, walioamini wa mitume ya zamani kabla ya Muhammad, kulikuwa na mitume wa zamani, mada yetu, wale kule wote walikuwa Waislamu. Hawa ndio wanasema sasa anasema walioamini mitume ya zamani, wayahudi waliamini mitume ya zamani na Wakristo. Muuliza swali, anasema wapagani wale walioita Wakristo, nao wanatuita sisi Wakristo. Hiyo imetupa picha kutambua kumbe tuna wapagani mbele hapa, wanaotuita sisi Wakristo. Wapagani wanaendelea kutuita Wakristo. Sasa naenda kwenye ufafanuzi. Kuna manabii, kuna walioamini mitume zamani, wayahudi na Wakristo kabla ya Muhammad. Ehe. Inasema ndio, muradi wa aya hii ni kwamba jambo kubwa la kupatia mema, ndio na kuepuka hofu, ndio na huzuni, ndio za siku ya Kiyama, ndio ni kumwamini Mwenyezi Mungu, ndio na siku ya mwisho, ndio na kufanya amali njema, ndio na hili halikuhusiana na Waislamu peke yao. Simsikiliza hiyo maandiko Subiri kumcha Mungu na kutenda wema haijahusikana na waislamu peke yao, bali bali linawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapo, bali zinawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapo kwenye aya sitini na mbili. Imetajwa dini ya Kiyahudi, imetajwa dini ya Wakristo, hao waliamini mitume kabla ya Muhammad. Waadhiri wa kiislamu wanasema wote walikuwa waislamu nani anasema kweli kati ya korani na nyie kwa aya hii? Hilo ndio swali langu. mbili sitini na mbili inasema walioamini wa mitume zamani, Wayahudi na Wakristo wakifanya mambo mema, wanatakiwa wafanye mambo mema. Hilo sio kwa ajili ya Waislamu tu, pamoja na dini zote zilizotajwa kwenye aya hii. Kati ya ninyi waadhiri wa, wa Kiislamu mnaosema ya kwamba kule kulikuwa na Waislamu watupu na Qurani inasema kulikuwa na Wakristo na mitume wao, kulikuwa na Wayahudi na mitume wao. Nani anasema kweli, ni Qurani kwenye aya hii au ninyi waadhiri wa Kiislamu? Hilo ndio swali langu. Haleluya, swali tayari limesikika na bila kupoteza muda ninakukaribisha mwenyekiti mwenza ili umkaribishe mwalimu. Karibu na mimi bila kupoteza muda mazingi, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Hawa tatizo lao moja tu, swali hawajalielewa. Sasa hii swali gani anauliza hapa? Eti Qurani na Biblia tuiamini ipi? Tunaamini Qurani. Sasa ukija hapa utuambie mtume aliyepewa Biblia Biblia yaani hii inakuja kupinga huyu mwankema aliyekuja akasema kwamba wale wa Kristo waliamini Kristo ni jina la ukoo. Sasa kama ni ukoo, nyinyi kusema dini mmepata wapi? Mbona mada imeisha, mnatupotezea muda? Atakayemwamini sasa, anayesema Muhamadi sio amwamini Yesu, Yesu alishapita sasa hivi sasa ni wakati wa Yesu, sasa yuko Nabii Muhammad. Muhammad anasemaje? 3:19 Qur'ani, bila shaka e, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? ni Uislamu. Hakuna aya kwenye Biblia inayosema bila shaka dini ya Yesu ni Kristo hakuna, tusipotezeane muda. Mbona mnataka kuwapotezea muda vijana wangu jamani? Haya <laughs> Yohana kumi na nne moja inasemaje? Nishajibu swali, ni, yaani napiga na, natoa ule uchafu lioweka. kumi na nne moja Yohana inasemaje? Ah, ndani ya kitabu cha Yohana inasemaje? Yohana 14:1 moja kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika inasema mm, e, msifadhaike mioyoni mwenu, e, mnamwamini Mungu, e, niaminini na mimi. E, Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu Mnamwamini Mungu niamini na mimi. Tunamwamini kama wapi sasa, ili Yesu tumwamini wapi kasema? Ukristo ni dini alafu tuwache kumwamini mtume tumwamini Yesu, tuwache kumwamini aliyosema, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, tumwamini Yesu? La mwisho akamalizia huyo mwakema akasema, Kristo maana yake ni wafuasi sasa sisi tunatafuta wafuasi hapa? wafuasi wengine si wanajiuzuru hapa, tutafuti wafuasi hapa, tunachotafuta dini. Salamu aleikum. Takbir! Oh, oh, oh. Mimi sina haja kuongeza chochote, napeleka maiki kwa mwenyekiti mwenza. tunataka swali B mwenyekiti mwenza Hallelujah. Sijui hata ambacho kama kimefanyika, kimefanyika kinaeleweka, lakini kwa sababu tunaye mwalimu, unajua unamshukuru Mungu. Qur'ani inatutambua kwamba sisi ndio walimu na wao ni wanafunzi, ni waulizaji tu, na sisi ndio wa kuweka mambo sawasawa sawa, na kwa sababu hiyo ninamkaribisha mwalimu tena alichikawe eh, kumsaidia mwanafunzi huyu. Ni mtoto mdogo mno kihoja, ni mkubwa tu kiumri, karibu E, Mazinge tulianza nayo akiwa mdogo mdogo, miaka ya tisini themanini. Nina nina jino la bandia hapa ba. ba. kati ya walimu dhaifu kwenye hoja Mazinge, amini usiamini, ninachokuambia amesaidia upelelezi. Aya imesema waliamini mitume zamani Wayahudi na Wakristo nilipomuuliza kati ya aya hii na nyinyi Waislamu waadhiri, mnasema kulikuwa na Waislamu watupo, wakati Qur'ani nasema walikuwepo Wakristo na Wayahudi. Nani anasema kweli kati ya Qur'ani aya hii na wewe? Kasema Qur'ani imesema kweli. Maanaake hapa wametuongopea, yani a na wenzake wameshatudanganya. Mazinge kakiri hapa. Qur'ani imefanyaje? Imesema kweli. Kati waadhiri wa Kiislamu wote hakuna aliye dhaifu kwa hoja kama Mazingi. tano sitini na nane Qur'ani tano sitini na nane Qur'ani ndio sema sema, enyi watu wa kitabu. Muhammad anawaambia watu wa kitabu, kwa maana ya Wayahudi walikuwa na dini yao ya Kiyahudi. Nyinyi mnasema walikuwa waislamu wote, ehe. Hamko juu ya chochote katika dini yenu, hmm, ndio mpaka msimamishe Taurati na Injili. Wayahudi wanaambiwa wasimamishe Taurati yao, waitegemee Taurati, watakuwa thabiti katika dini yao, sio Uislamu. Hakukuwa na mwislamu wakati huo. Endelea na hayo yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, nayo ni Korani. Anasema sasa, hawa wa, wa Injili andiko hali anasema watu wa Injili na watu wa Torati, watakuwa thabiti katika dini zao. Wa Injili ni Wakristo wakitegemea Injili yao, wa Torati ni Wayahudi na dini yao wakiyahudi. Hii ni Korani, malizia andiko Anaendelea. Na bila shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uh -huh, uwasi na kufuru. Yaliyoteremshwa ya kwa Muhammadi yatawaingizia watu uwasi na kufuru, anaambiwaje? Basi eh, usihuzunike kwa watu wanaokufuru Muhammadi. anaambiwa usihuzunike, waliyoteremshwa kwako atawaongezea wao uwasi na kufuru. Wakristo wa wasimame na tore na injili yao Wayahudi wasimame na torati yao, watakuwa thabiti katika dini zao. Akina Mazinge na wenzake wote walikuwa Waislamu. kumi na nne sita Yohana, Yesu anasema mimi ndimi njia kweli kwe na uzima, mtu haji kwa baba bila njia ya mimi. Na tumesoma walivyoshangaa wapagani wapagani wa Tanzania kwa maana ya waislamu wanashangaa vile vile, mpaka leo wanabeba maneno ya wapagani wa Antiokia, waje wajenge hoja na watoto wa Mungu wa Kristo Yesu. Swali lako ulilosema kwamba Korani imesema kweli walikuwepo Wakristo na Wayahudi na mitume huko zamani, kwa nini mnashinenuaribii kwa nini nashindana sasa? Qur'an inasema wakiso tusimame katika Torati, katika Injili wani... yes, wana Yesu anasema mimi nilisikiliza. Mungu awabariki sana, kheri na uzima, mtu aje kwa baba. Swali ambalo ilikuwa uh, limeulizwa mara ya kwanza na mazingira kwa muda wote yamekuwa ni dhaifu mno, kioja na watu wengi tu wanapaparika paparika kwa sababu hawamjui, walivyoshangaa kwa gani Pagani wa Tanzania wa kwa maana ya Waislamu, wanashangaa vile vile, mpaka leo wanabeba maneno ya wapagani wa Antiochia, waje wajengereja na watoto wa Mungu wa Kristo Yesu. Swali au la... mtiwa mafuta. Mafuta yaani imesema kweli walikuwepo wa Kristo na Wayahudi na mitume huko zamani. Kwa nini zamana, kwa nini mnashinda enu... kwa nini mnashindana sasa? Qurani inasema wakiswo tusimame katika Torati katika Injili kwa Yesu Mungu ambariki wa... Sana swali ambalo lilikuwa uh, limeulizwa mara ya kwanza na mazingi kwa muda wote amekuwa ni dhaifu mno kioja, na watu wengi tu wanapaparika paparika kwa sababu hawamjui

Soma. Bismillahi rahmani rahim. Ehe. Kujua chochote katika dini yenu. Naam. Mpaka msimami. Na hayo teremshwa kwenu kutoka kwa mola wenu. Naam. Na nayo ni Qurani. Sawa. Na bila shaka. Naam. Hakika wale walioamini, tunaanza sasa. Hakika wale walioamini, namna ya kikwao zamani, namna ya kikwao zamani, na Mayahudi na Masabai, na Mayahudi na Wasabai na Wakristo, na hawa Wakristo. Ehe. watakaomwamini Mwenyezi Mungu, wakimwamini Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kama Muhammad, sio yeye taka mmwamini kama anavyosema mtume Muhammad, sio Yesu, na siku ya mwisho mkaamini, na siku ya kiyama, na atakaofanya vitendo vizuri, mkafanya vitendo vizuri, basi hao e, hawatakuwa na hofu e, wala hawatahuzunika. Unaona? Alafu ukisema dini ni Yesu. Yesu alikufa msalabani siku tatu, dini kulikuwa ya siku ya mwisho. E, hakuna. Alafu ilikuwa daliza hiyo nenda tafsiri yake 69. Tafsiri 69, tunaenda kwenye tafsiri . Soma. Inasema inasemaje? Anabainisha hapa Mwenyezi Mungu kuwa ehe, wenye dini zote. Rudia tena, anabainisha hapa Mwenyezi Mungu kuwa ehe, wenye dini zote za kiyahudi za kinasara na za kisabai hawana ehe, ehe, salama ya ahera hawana salama ya ahera. Oh, ninyi finari jahannam, ila unaomba lifti Wakati una gari eh, ya Volkswagen unaomba lifti kwenye trekta trail na trekta alikai endelea, eh, eh, nini la, kwa kufuata Uislamu. Rudia tena, ila eh, eh, kwa kufuata Uislamu hawajasikia. Rudia tena, Uislamu. Basi kwanza, tulia, nataka ni <coughs> si alikuja hapa akasema Yesu kasoma, wakasoma pale kumi na sita, anasema Yesu ni njia sasa. Si tunajua Yesu ni njia ya kuwabeba waislamu wenzie kuwapeleka peponi. kumi na saba, conclusion nafanya summarize Huyu mtoto mimi, mtoto usitake kunibembeleza, soma hiyo. lakini katika kuagiza haya... Lakin... Paulo anasema lakini katika kuagiza haya... si wasifu ya kwamba mna... si kwa faida, si kwa faida hasara kwa maana, kwa maana ni nasikia kuna faraka kwenu, nasikia kwenu kuna faraka, nami nusu na sadiki, nami na nusu na sadiki. Kwa maana, kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu. Kanisani, kuna uzushi, endelea, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Safi, basi mkutanikapo kanisani rudia, <tipos> tena. Subiri, subiri kwanza, subiri, subiri kwanza. Mwenyekiti waka... mjibu mtu naona anaongea na, na Mwankemwa, hii inakuwa sio sheria. Yesu anasema kwanza mkusanyike na hapo kanisani. Ninyi mnakusanyika kanisani, sisi msikitini. Kanisani kuna nini? Endelea pamoja. Ehe, haiwezekani kula cha Yesu, kwa sababu ile sio hoteli. Endelea.

makafiri hawajasilimu hawa Yuda moja kumi na saba nataka kumalizia hapo Oh eti Qurani inatutambua sasa Mungu aache kuwatambua nyinyi sasa atajuaje kama mtenda motoni soma hiyo jua peke motoni vizuri oja nne nataka kumaliza nikakae mimi baada ikawa ngapi Nasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Rudia na maliza. Wewe soma vizuri. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu wamejiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Hukumu gani? Maka sasa nataka nimalize shehe kisha sasa akalipiza. Goma tu. Takbir huku iliongezwa dakika mbili mwalimu Mazinge, kaongeza dakika moja na nusu, kalipiza dakika mbili zile. Gomad, hatuna ugomvi tena, kweli kweli. Lakini kabla ya kuchunga muda, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, sasa ni saa saba kasoro dakika tano na tuna mada moja nyeti sana, muhimu sana, mada ambayo wameipanga ndugu... wameweka kwa mfumo wa swali question mark mada hii. Sasa ndo nataka nione sasa, hapa nitajua babu, manake kasasa wanataka naye azungumze kwenye mada. Pango dakika ishirini na tano au kumi, na Shafii Shomari pango naye anasema mnipe hata kumi au ishirini na tano, Ibrahim Bakos. Baada hapo tuingie mada ya pili Hakikisha yani ya kwamba wewe ndugu yangu uliyekuja mada ya pili ya, kudya, matapiri, ya we... tuijibu. Kama kuna mtu anataka kusilimu, wakati wa kusilimu umefika. Sasa ngoja nipate rai kwa mashehe, alafu baadaye niwaambie kinachoendelea sasa. Waislamu, tumekubaliana baada ya dakika kumi, twende tukaswali msikiti aukohuko nyuma, na wenzetu wengine hawana habari kwa kuwa tukutangaza kupitia PA ya kawaida, tumetangaza kupitia mitandao tu. Wako hapa na wenyewe, baada swala waje, ili wapate kuona na kusikia, na wakati wa dua kila mmoja aweze kupata hiyo dua, sawa. Kwa hivyo inshallah tunaweka break kidogo. Ina maana ameweza kubaki lakini wanaume wote twende tukaswali, baada ya swala wote turudi hapa kwa ajili ya kuendelea na dibeti yetu. wa rahmatullahi wa barakatuhu weke sede siate simwa